Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu. Ahlan wasahlan wamarhaba, tunawaalikeni watazamaji wa, wa, Alhidaya Online Channel kwa ukumbusho kwa umma. Kwa mara nyingine, tunamkaribisha imamu wa Kasarani Total kwa darsa hili, yatuelezee baadhi ya mabitu na mtukianza darsa yetu ya leo. Sheikh Abbas, tungetaka kujua ama ueleze waumini maana ya kafara. Bismillah walhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. E, maana ya kafara ma, e, kafara ni kitu ambacho kina kinatolewa ama kutekelezwa katika hali ya kuziba dhambi fulani ambayo mtu ametenda, labda mtu ameua nafsi kwa makusudi, kwa bahati mbaya, au labda mtu ameingia katika tendo la ndoa mchana wa Ramadhani au labda mtu amefanya dhambi fulani, hasa hiyo dhambi haiwezi kafutika mpaka ulete kafara. Kafara bi maana inakwenda kuziba sasa kukumbati ile kosa ambalo umelifanya, ndio maana ya kafara. Bi maana inakuja kuziba ile dhambi, ama ni sababu ya kusamehe ile dhambi ambayo umeifanya, ndio unaleta kafara. Alafu ile ukiletea kafara ile dhambi inakuwa imekuondokea Namna basi sampuli za kafara ni kama gani? E, ziko sampuli ama aina za kafara takriban sita no. E, kuna kafara ya mtu kumwingilia mke wake mchana Ramadhani aliyakuwa amefunga no. no. Ya pili kuna kafara ya mtu kunyoa katika hija e, kuna kafara ya mtu alipotia nadhiri na pia kuna kafara ya mtu ameapa kiapo kwa kuazimia jambo. Na pia kuna kafara ya mtu kumfananisha mama yake na mke wake, ama kumfananisha mama yake na dada yake au mama yake na na mke wake, na mke wake dada ama mtoto wake wa kike. Hizi zote ni sampuli za nini, ama ni aina za kafara ambazo ziko katika sheria hii ya Kiislamu. Namna basi uh, ipi kafara ya kunyoa katika hija? e, kunyoa katika hija ni katika miongoni mwa wajibu, yaani ule, ule, ule haji atakipana kunyoa nywele yake na kuvaa ile ihram. Sasa kunyoa nywele katika hija naam, ni miongoni mwa wajibu za hija. Sasa unapo... kuna kunyoa na kupunguza nywele Ima unyowe yote kabisa, ama uipunguze. Hivi ndivyo inayotakikana kwa yule ambaye ni haji ameenda kuiji. Sasa okay. mtu ambaye sasa akuweza kufanya hilo la kunyoa nywele, labda kuna labda ini mgonjwa, labda iko na maradhi unaona, anaona labda akitoa nywele labda eh, maradhi yake yatazidi au labda kuna udhia fulani kwenye kichwa chake. Sasa anaona hawezi kutoa iyo nywele yake, unaona Hasa hivyo sheria, namwambia atoe fidia kwa kutokunywa kwake, kwa sababu ameacha jambo la wajibu katika hija. Sasa fidia yake ni kufunga siku tatu ama kulishiza e, siku sita, kulishiza siku sita, hapana, kulishiza siku maskini sita, kulishiza maskini sita, sita, ama kuchinja mnyama. Hii ndiyo kafara ya mtu ambaye akunyoa katika hija unaona, kufunga siku tatu na kulishiza maskini sita, sita, ama kuchinja mnyama, indo nakuwa kafara ama fidia ya ule ambaye akunyoa katika hija. Na basi, ukitaja aina za kafara, ukataja ile kafara ya mtu kuumua mwenzake kibahati mbaya, basi ni ipi kafara ya mwenye atakayeua kwa bahati mbaya? Umua muumini ni haramu na katika madhambi makubwa kwa sababu kuua nafsi ni dhambi ya tatu, ni dhambi ya pili baada ya shirki. Shirki ndio dhambi ya kwanza kwa ukubwa, kisha inafuata katlu nafsi, kuua nafsi. Sasa kuua nafsi kuna kuua kwa sampuli mbili. Kuna kuua kwa kukosea kibahati mbaya ama kuua kwa kuazimia kwa makusudi. Sasa unapomuua muumini muislamu kibahati mbaya, basi sheria inakwambia fatahriru raqabatin mu'minati musallamatun diyatun musallamatu eh, dia ila ahliya illa anyatasadaqu masha mashauna. Kwa hiyo utabidi utoe omkomboyo huru mtumwa muumini kwa kumua muislamu kibati kibati mbaya kwa kukosea, diyatun musallamatu ila ahlihi, alafu pia na kutoa dia fidia, kuwapa watu familia ya ule, ya ule maiti ambaye ulimuua kibati mbaya Umeshaona, illa ayatasaddaqu, isipokuwa tu ile familia ya marehemu iseme pana sisi, hii dia yako situpe sisi, tumesamee, hiyo ni sadaka. Wakisema hivyo watu wa familia, basi hiyo itakuwa pia imesameka mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo pia na mwisho, kama uwezi kama lam yajid fa siyam shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah, ukikosa hiyo ya kujikomboa huru mtumwa muumini na kutoa dia ama fidia kuwapa familia ya ule maiti ambayo umemua, na imekuja katikarisi kwamba la malkuti lahatwa fidiyatuhu mi'atun min al-ibil. Na ile dia fidia ambayo inatolewa kupewa wale familia wa maiti imekuja katikarisi kwamba ni ngamia mia moja. Ngamia mia moja ndio dia ama fidia inapewa wale watu hiyo wa maiti, familia maiti. Kikosa unafunga miezi miwili mfululizo na hiyo ndiyo itakuwa toba yako mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Mkola ambaye ameua kibahati mbaya, kimakosa. Ama yule ambaye ameua kwa makusudi nafsi ya muumini, Mola anasema kwamba hakuna nini? Hakuna kafara. Ukimuua muislamu kimakusudi, basi hakuna kafara. Allah anasema kwamba waman yaktulu muminan mutaamidan fajazauhu jahannama khalidan fiha Waghadhiba llahu alaihi walanahu waadalahu wa adhaban adhima, lbatakamua muumini kwa makusudi, basi malipo yake ni jahannam, humo atadumu, na Mungu amemkasirikia na amemlani na amemwandalia adhabu kubwa. Kwa hiyo sasa kumuua muumini kwa makusudi, hakuna kafara, malipo wako e ni moto wa, wa jahannama, isipokuwa sasa itabidi wale watu wa familia ya ule maiti ifanye kisasi, kwa sababu kisasi katika Uislamu kime kufuatiliwa sheria. Ushaona ya ayu alladhina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl, yani ambao waamini, imeandikiwa ama wa mruhusiwa kufanya kisasi kwa walio uliwa. Umeshaona kisasi hata kwa mtu katika sunna, kwamba an-nafsu bin nafs. Mtu akiua nafsi ya Muislamu naye pia afanywe kisasi au uliwe. Kwa sasa hii ndio itakuwa hukumu ya yule mtu ambaye atakuwa amemuua muumini kwa makusudi, atafanywa kisasi na kufanya kisasi kuna ile njia pia ambayo ni bora, ima unaweza ukafanya kisasi ama ukasamehe, na ukisamehe ni bora zaidi kuliko kufanya kisasi. Kwa hiyo sasa, jambo la kusamehe kwa kila kitu, kwa hali yote ile, labda umedhulumiwa sawa, labda umefanyiwa dhambi fulani, kusamehe ni jambo kubwa sana na lenye fadhila kubwa sana. Sasa japokuwa ule mwenye kuuliwa kimakusudi na ni nanihii ameruhusiwa kufanyiwa kisasi, e, basi kusamea ni bora kuliko kufanya ndio kufanya kisasi. Kwa sasa hivi takuwa hukumu ya mtu ambaye aliua kimakusudi na yule ambaye ameua kibahati mbaya kwa kukosea, na basi kafara ya mwenye kufanya kitendo cha ndoa katika mchana wa Ramadhani ni ipi kafara yake huyu? Bila shaka ata ataitu raqaba atamkomboa mtumwa tumwa. Na kama atoweza atafunga, atafunga miezi miwili mfondodezu na hapa ni mfululizo kwa sababu sheria imebainisha kuwa ni mfululizo, si kukatikiza mfululizo. Na kama hilo hatoweza atalishiza maskini sitini. Hii ndio kafara ya mtu ambaye atakuwa emwingilia mke wake mchana wa Ramadhani, aliyakuwa amefunga, kwa sababu ile ni jambo la haramu. mm -hmm. Na basi tukiendelea kumalizia, basi nataka tena ufafanue kafara ya nadhiri na kafara ya kiapo. Hakuna tofauti kati ya kafara ya nadhiri na kiapo kwa sababu zote zinafanana, mtume anasema katika hadithi kwamba kafaratu nadhri kafaratu liyamin, kafara ya nadhri hiyo mm, kafara ya, ya kiapo kwa mm. Maana nadhri ni mtu kumwahidi ama jambo fulani, kwa mfano, kwa mfano mtu anasema Mungu akinijalia kupata mtoto wa kike kwa mfano no, nitafunga siku mbili somo mfululizo katika hali ya kumshukuru Allah. Mshaona sasa, hiyo ni nadhri, umemwahidi Allah, sasa akikujalia ukampata ule mtoto wa kike na usitekeleze hilo jambo ambalo kwa mwahidi Mungu la kufunga siku mbili somu, basi wewe inabidi ulete nini? Ulete kafara, na kafara yake hii nadhiri ni kufanya aje? Ni kulishiza maskini kumi au kisiwatuhumu au uwavisha ima, uwalishize maskini kumi au uwavishe mavazi, na kama hilo hautoweza na kulisha ama kuvisha, eh, kuvisha ma mavazi basi ufanyaje? uta nani hii uta, uta, kuna kufunga pia siku tatu, kuna kufunga pia siku tatu katika kafara ya kiapo na nadhiri. Na hiyo kufunga siku tatu si lazima ama si sharti kufuatanisha, unaweza kufunga leo kisha ukapumzika, kwa sababu sheria haijabainisha, hata Mungu anasema katika aya bado hajabainisha kwa sasa, ima utafunga siku utaanishiza maskini kumi ama kuwavisha. Jambo la pili utamkomboa huru mtumwa, na kama utaweza utafunga siku tatu. Na hizo siku tatu, ukipenda utawachanisha ama ukipenda utafuruliza. Hii ndiyo kafara ya kiapo na nadhiri. Na cha mwisho kafara ya yule ambaye amefananisha bibi yake na mama yake mzazi. ili jambo ni jambo mbaya lenye kuchukiza, hata mbele za watu kusikia mtu ananena, anasema wewe ni kama mama yangu mzazi. Kuanzia leo wewe kama vile mama yangu mzazi, mke wako hayo maneno ni jambo la kuchukiza, subhanallah. Mshaona no. Sasa hii hali mwanaume akitamkia aki mke wake akasema kwamba anti alaya ka ummi, wewe kwangu ni kama mama yangu, au ukhti, au wewe ni kama dada yangu. no. Mshaona au ibnati, ama wewe ni kama mtoto wangu wa kike no. Hili jambo linachukiza. Kwa hiyo sasa ni jambo la la uofu, kauli kama hizi kumwambia mke. Kwa hiyo sasa shiinakwambia itabidi ulete kafara na kafara ya mtu ambaye anamfananisha mke wake na mama yake mzazi ni kama ile ile kafara ya mtu ambaye mwingilia mke wake mchana Ramadhani, amshaona? Sasa kwa maana atamkomboa huru mtumwa wa Kiislamu, na kama hatoweza atalishiza masikini sitini, na kama hatoweza atafunga miezi miwili mfululizo. Hiyo kafara ya mtu ambaye anamfananisha mama yake mke wake na mama yake mzazi au wake wa kike au dada yake. Naam, asanteni watazamaji kwa hayo machache tulikuwa tumekuandalia kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe tukue wenye kusikia na wenye kufuata na wenye pia kusikiza makatazo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuepukana nayo na kufuata amri yake. Nam, katika muda wa sekunde chache tunataka Sheikh Abbas imamu wa Kasarani atuhusie kwa dakika mchache, e, kafara hizi ukiziangalia sio rahisi kuzitekeleza, zina uzito fulani, kama vile kufunga miezi miwili mfululizo, kulishiza maskini sitini. Unaona si jambo la kawaida eh. kuwalisha kuali, eh, maskini kumi, kuwavisha maskini kumi no, naona katika kafara ya kiapo na nadhiri, umeshaona ama kualisha maskini sita katika kafara ya mtu ambaye hakunyoa katika hija Umeshaona, ukiangalia si jambo rahisi. Kwa hiyo sasa watu waangalie, wachunge, wachunge mipaka wasije kaangukia katika hali kama hizi za kutoa kafara, hasa hasa hasa e, kafara na dhini na, na kiapo, mtu kuahidi kumwahidi Mungu jambo, wallahi, Mungu akijadaka kadha wa kadha nitafanya kadha wa kadha jambo, umeshaona. Ala kuli hali, sasa ni watu wachukue tahadhari, kwa sababu katika kafara hizi kuna uzito kiasi fulani, si kila mtu anaweza. Ala ili ndio mtu apate kuepukana kuangukia katika e, katika vitu hivi ambavyo vinakwenda kuziba ile dhambi ambayo mtu ameifanya. Na asanteni sana, na yeyote ambaye ako na swali unaweza andika hapo katika uh, comment, kisha utapata majibu yako, na kwa siku ya leo tunakwambia wa assalamu alaikum